Kwa hivyo akina mama tuzoee kuimba nyimbo za Mungu mtoto akiwa tumboni. Lakini ukianza kuimba mwingine. <laughs> Na una <ukulamimba>, mimba my friend. Eh? Hapo wanzo kuimba above the head below the belly. <laughs> Na una <ukulamimba>, mimba my friend. <laughs> <laughs> <laughs> Eh? Yeah? Haitaenda vizuri. Scientific research imefanywa. Ilifanywa na wazungu so, lazima they favor themselves, na wakasema kwamba watoto ambao akina mama wakiwa wajawazito walizoea kusikiza classical music. Mnajua classical music music akina Mozart, zile, hawa watoto wanazaliwa wakiwa calm na wakiwa wametulia sana na upendo mwingi sana, sawa? Ni wazungu ni research, na mi napenda research sana. Nilienda kufanya research kabla nije hapa, ili nijue mambo ya mimba. So nikaambiwa, manake hawa akina mama wawili wote walikuwa na mimba <laughs> walienda kutembeleana. So wanasema kwamba ukisikiza nyimbo kama hizo classic music, nyimbo zimetulia, huyo mtoto wako atazaliwa kama lakini yeah. Lakini wewe kama ni wa kukuruka kara kukuru utaona maajabu. Mtoto <laughs> huyo anauliza atazaliwa za ngapi, atoke barabarani. Kwa hivyo tunasema is very scientific. Uh, hadithi za jaba hizi, hizi ni hadithi, ni research ambayo imefanyika.